Set up nyingine hii hapa USD GPY, wale wanapa, tuna strong rejection pia kwa kwenye RSI kuna oversold ambayo ya inapanda sasa hivi, shafika shaka some style 30% asilimia na hapo, kuna strong rejection hii. Niliona ile tutaka kuingia rangi ya sababu gold iko inakimbia sana, ya penye setup ni 1.5 kwa kuwa setup mbili ngatagua setup moja sababu hapa kuna kwenye bowling band hii. Hii kuna strong rejection hapa, ambao baya sasa yataka kupush chini na baya kaingia sokoni kwa wingi katengeneza strong rejection hii. Ina maana kwamba hapa kuna any change of movement, market movement, change of market movement ya yeah, ila pia niliona sikuchagua hii ikachagua gold. Kwa nini gold? Ngoja tuangalie kwenye goldi hapa nyewe. Ikiangalia hapa kuna overbought. Kwenye hapa baya ilifika sabini na imegusa mstari wa sabini kaanza kushuka, nivyoona hivi nikaona sign ya kwanza, pia sign ya pili hapa. Hii overbought nini hii, bond bandi ya juu inaact kama kama resistance. Naona hapa imefunga chini kabisa, pia hii kendo ya jana imefunga imefunga imefunga full kabisa ku kompea kendo ya, ya, hii kendo leo imefunga full kompea kendo ya jana ambayo ni hapa kijani. Pia ukija kuangalia kwenye daily an nfua kwenyewani hawa kwenyewani kwenye kwenyewani hawa, ukiangalia kwenye hapa ya kwapi jana eh, soko ilifunga kwenye kendo hapa nyekundu ya mwisho juu. Kia kuangalia leo, soko ilifungua na hii hapa kendo ya kijani ya pili yake hapa kwamba siku leo ilianza chini ya huo mstari wa bowen band ambao kama resistance ilianzia chini kabisa na kufungua kwa juu. Nikasubiria ifunge nione inakuwaje, ila afadhali nikapatwa na usingizi nikaacha kuja kushtuka asubuhi saa mbili kakuta hapa kendo kubwa, hii ni kendo kubwa hapa nyekundu ndefu kabisa, na hapa nikaona setup nyingine. Stop gani huu mstari katikati ndio So hii ni inaact kama moving average, so inaact ni moving average ya 20 time. Kwa hivyo naona imefunga kabisa huko, nikasubiria kendo ya saa nne ina itaanzia wapi, na kweli saa nne ikaanzia hapa, ilianza ilianza na kendo nyekundu ndogo, katikati ni kendo ya saa nne. Nimeona hivi nikaja nikaja mchomba hapa, soko sasa hivi ni kusell, kwa nikaingia position yangu hapa, wakati huu nakule wapi kwenye USB GPY ni watu setup nyingine, ila ngeja kwa setup moja. Katika setup mbili nizo ziona ngema kuingia zote, niingia profit zote kwenye USB GPY. Setup nilo yona ni hapa, ni hapa. Baada ya kuona hii rejec, strong rejection, nikajaminisha kabisa hapa, hii soko sasa hivi tuna buy ila nikasubiri kwanza confirmation ya ya saa ngapi? ya saa nne saa nne, na kweli ilivyofungua hapa kendo ya kijani kama unavyoona ina, ina pull up sasa hivi. Kwa nini niliona ni, ni kambanali? Cha kwanza hii hapa candlestick ya song rejection, kama hammer pia. Cha pili kwenye RSI a saii, kuna oversold hapa thelathini, hii mstari wa blue umegusa kabisa hapa kwenye thelathini then uka change direction ukakupanda juu. Hii ina maana gani? Kwamba sasa hivi seller, buyer wametake soko. Wametake soko kwa wingi. Naona hapa buyer sasa ana profit ngapi? mia na saba, lakini nilisema mara kwanza nimeeka target ya mia hamsini, nimeongeza nimeeka target ya mia mbili dola mia mbili tena. Jana tumefunga na dola mia mbili, leo tunatafuta dola mia mbili. Mungu atusaidie katika hili. Na uhakika ikishafika kwenye hii mstari wa dot dot hizi katikati katika moving average lazima itoje itagusa hapa. Na sijui kando ya saa ngapi? Kando ya saa tisa nione itaanzia wapi. Kama iki ikienda tofauti nitafunga hii dola mia yangu. Ila kama ikienda ya saa tisa ikifungua na sela wengi naachilia mpaka ifike mia mbili hapa, kwani ni matageti mia mbili sababu hapa kuna hii kuna, hapa kuna, fair value gap hapa fair value gap ambayo hapa, na hakika na kabisa hapa soko itafika hadi hapa kabla ya pa, kufunga siku ya leo.